Moja ya jambo kubwa ambalo uh, limefanyika siku ya jana kwenye upande wa entertainment ni hili ambalo amelifanya Lamata. Lamata ni moja kati ya producer ambaye anafanya vizuri katika industry ya film. Sasa siku ya jana wasanii wa Lamata Village wameweza kukusanywa katika staili mpya ya Lamata Village Back to School, kwa staili mpya na yao ya kipekee wa mwonekano wa kiwanafunzi na kama unavyoona picha zinavyopita hapo, vituko vichekesho, drama havikosekana kabisa siku ya kwanza ya masomo katika konsepti eh hiyo ambao wameiandaa. Nafikiri wako kwenye projekti kubwa sana, so mimi nikuachie uweze kuangalia kila kilichoendelea katika eh, hichi ambacho amekifanya Lamata Village Back To School. Tunarudi shule. Kwa hiyo yani, leo tunaandaa ni kama charity yeah, ya kusaidia wanafunzi wasiojiweza, vifaa vya shule vyote vinavyokuja, vifaa vya shule Tunarudishaga kwa jamii kila mwaka. Kwa tukasema mwaka huu tunaenda zaidi, tunaenda kwenye familia za watu wapi? Tukasema mwaka huu na mwaka juzi pia tulifanya kwa ajili ya shule, vifaa vya shule. Sasa tunasema mwaka huu vifaa vya shule tufanye kama charity. Yaani leo ni siku ambayo ndo tunazindua kujia kuja watu kusaidia wanafunzi wale ambao hawajiwezi kwa ajili ya vifaa vya shule, kuwapunguzia wazazi kazi jamani. Wewe unajua eh? Lakini nikasema ndio tutafanya hiyo charity la sawa. Tuje kwa staili gani? Unajua kuna staili ambayo kijana nayo, watu wanavutiwa nayo. Sasa hizi, unajua dunia imebadilika inataka vitu tofauti, watu waone mm -hmm. Basi ndio wazo jamani, kwa nini hiyo siku ya back to school tusivae nguo za shule kabisa? mm -hmm. Mimi kama nawanza, sisi na miaka 15 ishi, sijai kuvaa nguo ya shule, nadhani kitakuwa ni kitu cha tofauti. Basi watu oye oye oye, watu basi tukafurahia, oh, yeah. Kwa hiyo kila siku wana create kitu tofauti mm -hmm. yeah. Jamani, hii dasa sababu hii <g admissions> hii <laughs> bwana Mashujaa Primary School au lokole hapo school <laughs> <laughs> hey, ma lokole hapo school au eh ma, niko poa. Juma, niko poa. Nafurahi kukuona, happy new year. happy new new year year <im> Thank thank you, <mini> thank you. Tunakumbushia <laughs> unajua uh, long time. Oh yeah. Yes, ndo unajui kufunga tie. Na tie mimi hata sioni kwa siwezi kufunga tie. <widete> kushuhudia kwa ajili ya kupelekea watoto na watoto wanapita kwenye mazingira magumu. Kwa hiyo